Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasahbihi wamanwala wabad. Tukiendelea katika darasa hizi za sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa wasahbihi wasallam, bado tuko katika kueleza kidogo kwa kifupi sana mambo ambayo yalitokea kabla au hali za watu wa jahilia <coughs> ni kuwa tulikoma kwenye masail ya hilfu. Tukasema hilfu ni kama makubaliano au yaani, maungamano grupu kadhaa ama makabila kadhaa kuungana ungana. Hilfu ya kwanza ambayo tutazungumzia itwa hilful mutayyibina, hilful mutayyibina au mutayabina. Helfu hii eh, ilikuwa ni kuhusiana yani, helfu yenyewe ilikuwa yani, ni, ni, sababu yake, sababu yake ni kuwa wale Makureshi eh, na tutataja yani yale makabila ya kila mmoja eh, walitaka kuwa wao ndo wanahudumikia Alkaaba. Kila mmoja alikuwa ndo ataka, kila kabila ilikuwa lataka kushika kama bendera, eh, wakatoa vita na nini ninini, bendera ya Kikureshi watakaiwe ni yao hmm. Kisha jambo la tatu ni kunywisha wale mahujaji wakija. Wale mahujaji wakija, kila kabila lataka kunywisha maji, wao ndo wataka, sisi bwana ndo tutataka kunywisha hawa he, wageni maji. Kisha na he, kitu cha nne ambacho walikipigania ama walikuwa wamekitetea ni wale ambao watawalisha chakula nani, wageni. Kwa hiyo mambo manne, kitu cha kwanza ni khidma ya Alkaaba. Kitu cha pili ni bendera ya, ya Makureshi, bendera yao wakitoka wakati vita na vitu kama hivyo. Kitu cha tatu ni kunuisha wale mahujaji maji, na kitu cha nne ni eh, dhiafa ambao wameita arifada, yani kuwapa chakula wale wageni na kuwahudumikia. Sasa hivi vitu vinne ndio ilikuwa vitu ambavyo haya makabila ya Quraysh sasa yayapigania, yani kila mtu atakaye ile sharafu, kila mtu asema bwana, mimi ndio nitaonyeshwa maji mimi ndio nitaka. Sasa hiyo ndio ilikuwa sababu ya ugomvi ugomvi huu ulipoendelea, na asli, afwan, kabla ta asli ni kuwa ilikuwa wanaofanya haya yote manne ni e, al abdiddar al abdiddar. Tumshawataja hawa tulipokuwa tutajali makabila ya Kiqureshi. E, hawa al abdiddar waundo walikuwa wakiendesha kila kitu katika haya mambo tulioyataja. Sasa ikawa haya nizaa nizaa mpaka wakawa sasa wataka kupigana vita, tamam, lakini

na Banu Zuhra na Banu Taym na Banu Alharith bin el, bin Fihr hawa, wa, o, o, hawa makabila haya yakawa yako pamoja kwa ya upande mmoja, ili kwenye ile agreement, kwenye yale makubaliano, hawa wote wakawa wako upande mmoja ambao ni Banu Abdimanaf, Banu Asad, Banu Zuhra, Banu Taym na Banu Alharith bin Fihr. Naam, huyu eh, hawa wakiitwa Almutayyibin, hawa ndio wakiitwa Almutayyibin. Kisha sasa upande ule wa pili ambao ni Abdiddar, wale wa upande mwingine wakawa ni Abdiddar na banu makhzum na banu saham na banu jumah na banu adi, na hawa wakiitwa alahlaf. Hawa wakiitwa alahlaf, hawa walikuwa al pamoja. Naam, kisha kuna na makabila mengine hayawe kuingia upande ule wa kwanza wakina abdi manaf, wala hawakuingia upande mwingine. Hawa wakiitwa banu amir bin luei na banu muharib bin fihr, hawa hawakuingia kabisa. Tamam, hawakuingia kabisa hawakuingia ni pande zote mbili. Almuhimu, wale waliotangulia tu waliotaja zile pande mbili walipofanya ile sulhu, wakakubaliana wakafanya makubaliano, ikawa sasa kuchunga kuchunga hawa, e, wageni upande wa maji na chakula, yani kuwapa chakula ile ni arifada, kuwapa maji ile ni asiqaya. Hii ikawa ni Abdi Manaf. Hii kawa upande wa nani? Wa Abdi Manaf, chini ya Abdi Manaf Abdi, watu Abdi Manaf, wa Abdi ndio walikuwa sasa wakishughulika na na hususan aitwaje Banu Hashim kisha ban, e, Banu Abdiddar, ikawa kazi yao ni kushika bendera e, bendera ya Quraysh wao ndio waishika, yani kukitokea vita manini nini wao ndio wanashika bendera ya nani ya Quraysh, na pia wao ndio wakihudumikia Al-Kaaba, eh wakisafisha e, mambo ya kiswa na nini na nini mpaka mwisho. Sasa hilfu hii ni hilfu ya kwanza, au makubaliano haya ndio hayo makubaliano ya kwanza ambayo tutayagusia. Makubaliano mengine au hilfu nyingine inaitwa hilfu alfudhul, inaitwa hilfu alfudhul. Na hii sasa, sababu ya hii hilfu alfudhul ilikuwa pale Maka kumezidi dhulma, eh, kumezidi dhulma, yani kwa lugha yetu eh, eh, mnyonge msonge yule dhaifu yadhulumiwa, tamam. Sasa wakakutana makabila fulani eh, wakakutana na hawa wenyewe makabila ni banu hashim, banu al-muttalib, banu asad, banu zuhra, banu taim na eh, banu naufal na banu abdi shamsi na banu al-harith bin fihr eh. <coughs> hawa wote eh, hawa wote ndio yani engojea

Banu Naufal, Banu Abdishamsi, Banu Alharith bin Fihr hawa walikuwa upande mmoja. Yaani ndo walioingia katika mkataba huu ama makubaliano haya katika Hilfu Alfudhul. Tamam. Walipokutana wakakubaliana. Sasa katika makubaliano, katika makubaliano walikubaliana kuwa wao watasimama na yule aliyodhulumiwa. Watasimama kivyovote na yule alilodhulumiwa almadhulum, yaani watasimama naye mpaka wamrudishie haki yake. Mtu yoyote akidhulumiwa au watafanya bidii watafanya juu chini wamrudishie nini haki yake. Tamam. Uh, na pia wakawa watasaidiana kimaisha tamam, watakuwa wanachanga changa pesa eh, wanachanga mali yao tamam, mpaka wasaidiane kimaisha. Tamam. Kisha kitu kingine pia ni anahyu an kulli munkar, yani watakuwa wakikatazana maovu, watakuwa wakikatazana maovu. Helfu hii ni helfu nzuri, kama tukiangalia haya mambo ambayo e, e, yametajwa hapa paka Bwana Mtume, na hii ndio bora, ndio katika helfu bora, ndio katika makubaliano bora zaidi. Paka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baadaye alikisema: laqad shahidtu fi dari Abdillahi ibn Judan hilfan hilfan ma uhibbu an liya ia ihi uwalau uddaca bihi fi lislami la ajabtu la ajabtu, yani mimeshuhudia mimi katika nyumba ya hawa ya huyu Abdullah ibn Judan, nimeshuhudia makubaliano ambayo hilfan ma ahabu, yani hilfa ambayo kwangu mimi nimeipenda kuliko kuwa na itwaje, humur niam, yani, kuwa na wanyama wangamia wekundu. Maana kile kitambo liko ni ma mali nyingi yani, bora kuliko hawa ngamia wekundu kwangu mimi, na lao nitaitwa kwa makubaliano kama hayo, lao nitaitwa kwa makubaliano kama hayo kwa sasa, basi nitayajibu ndio wasema la ajabtu naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ilikuwa hii hilfu hii asli yake ni ya mmoja katika ammi zake bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiitwa Az-Zubair eh, Zubair bin Abdul Muttalib, huyu ndo sababu yani, huyu ndo alo, alo, fanya alofanya bidii alofanya bidii mpaka makubaliano haya yakawa. Hii ni hilfu ya pili, na na, na kulikuwa na hilfu nyingine ambayo ilikuja baina ya Bani Naufal na Bani Umayya na Bani Ashi. Hii sababu yake ni kuwa hawa Naufal hawa bin Naufal bin, Naufal bin uh, huyu Naufal bin Abdi Manaf tamam, ali ali tukua mali pora, alimpora nani itwaje, Abdul Muttalib bin Hashim alimpora. Sasa alipompora huyu, Abdul Muttalib akaenda aka aka aka e, itwaje, akaomba watu wake, akawaomba bwana, njooni mninusuru na nini na nini na nini juu ya nani juu ya huyu ammi yake Naufal, lakini wale watu wake hawakumsaidia hawakumsaidia basi, yeye akaandika kwa mahali zake ambayo ni Bani Najjar kule Madina, eh, ah, yani wajomba zake kule Madina akawaandikia, ambao ni Bani Najjar. Basi akaja mmoja katika uh, wao akiitwa Khalid uh, Abu Saad ibn Adi ibn Najjar. Ha, huyu alikuwa katika watu wa Khazraj. Akaja huyu na akazuia mkono wa nani wa Naufal, akamunga, yani akamsaidia. Sasa ilipokuja hii Naufal na mtoto wake tamam. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Wakaungana yani Nofal na mtoto wake wakaungana na Bani Abdi Shamsi, tamam. Na upande ule mwingine ikawa ni Bani Hashim, ha? na, afwan ala Bani eh, na kule ikawa Bani Hashim wakawa na Khuzaa, tamam. Khuzaa ala Bani no, na ikawa upande mmoja kuna Khuzaa na Bani Hashim na upande ule mwingine ni Naufal na Bani Abdishamsi. Hawa sasa ikawa ni vipande viwili, na tutaona kama itakavyokuja kwenye sira namna watakavyokuwa wananusuriana. Taona hawa Bani Hashim wako na bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale wengine wako kivyao, yani eh, hususan pale mwanzo yani wa da'wa na nini, na hizi ndo uh, uh ahlaf ambazo zilitokea, ama ndo tuweza sema ndo muhimu zaidi.